wa hospitali binafsi lakini pia hospitali za serikali. E, wao wana utaalamu. E, wao walishughulikia majeruhi. E, kwa hiyo ni muhimu kwetu pia kukutana na kada hii e, muhimu ya madaktari e, hospitali binafsi, hospitali za, za serikali e, kupata taarifa kutoka kwao. E, kwa hiyo kwa ujumla nadhani yale malengo ambayo tulikuja nayo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 na kitu kikubwa kama hichi. Tume ilipanga kati ya tarehe 5 na tarehe tisa Januari, eh, kwenda kwenye mikoa 7. Mikoa sita ni ile mikoa ambayo iliathirika na matukio ya wavunjifu wa amani tarehe 29 Oktoba na siku chache baadaye, ambayo ni Mwanza, Geita, Mara, Arusha, Mbeya, Songwe. Na tumeamua pia e, twende mkoa mmoja ambao haukudhurika e, ambayo ni Kilimanjaro ili kujifunza, kuangalia e, kwa nini wao wa maeneo yao hawakuwa na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 kwa hiyo kwenye hizi mikoa hii mikoa hii ambayo tumekwenda na wilaya ambazo tumezitembelea kama hapa Arusha Arusha mjini, e, wilaya ya Rumeru, tumekutana pia na makundi mbalimbali mbali. E, tumeshirikisha wadau mbalimbali, kwanza wananchi kwenye mikutano ya wa hadhara e, waathirika waathirika binafsi, lakini e, pia waathirika wa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 ya hadidu za rejea uh, tume yakamilisha.